Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Baada ya kula kiapo, napenda sasa ukabidhiwa nyenzo za kazi na ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilani ya Chama cha Mapinduzi na sheria ya utumishi wa umma. Naomba tushangilie kwa makofi na, na vigelegele vingi.